Waislamu katika maeneo mengi ulimwenguni, zikiwemo nchi za Afrika Mashariki na Kati, wanaadhimisha siku kuu ya Id ul Adha kufuatia kukamilika kwa ibada ya hija kwa waumini wa dini hiyo Maka, nguzo mojawapo kati ya nguzo tano za Uislamu. Id ul Adha, sherehe ya kuchinja ni mojawapo ya sikukuu kubwa katika kalenda ya Kiislamu pamoja na Eid ul Fitri inayoadhimishwa mara moja kwa mwaka. Sherehe ya Eid ul Adha huadhimishwa kwa njia ya kuchinja mnyama kama vile mbuzi, kondoo, ng'ombe au ngamia. Kisha nyama husambazwa miongoni mwa watu wa familia, majirani na watu maskini. Wakati kama huu, Waislamu huja pamoja kwa maombi katika msikiti yao, hushiriki mlo na wapendwa wao na kutoa misaada ya vyakula kwa wale wenye mahitaji au wasiojiweza katika jamii. Lakini ni bahati mbaya kwamba Waislamu kwenye baadhi ya maeneo wanasherehekea sikukuu hii wakiwa kwenye mazingira magumu sana. Huko kwenye ukanda wa Gaza kwa mfano, Wapalestina wa eneo wa hilo wamelazimika tu kuadhimisha siku hii muhimu kwa Waislamu, lakini katika hali ngumu baada ya vita vinavyoendelea kwenye eneo hilo.